Hivi umewahi kufikiria kwamba akili bandia ama akili mnemba, wengine wanasema akili unde, inaweza kurudisha mfu aliyekwisha kufa? Unaweza ukasema sasa, usiseme kwa heri, akili mnemba inaweza ikafanya hivyo. Huku akili mnemba ama akili bandia ikizidi kukua kwa kasi, kurejesha wafu imekuwa ni mjadala, ndani ya kiwango gani inaweza kusaidia au kuwadhuru watumiaji. Katika dunia ambapo akili unde inaweza kuwarejesha wafu, huzuni bila shaka inaweza kuanza upya mwimbaji kama Kanye West kutumia sauti za akili mnemba za Tupac Shakur hadi wanasiasa wa India ambao walikwisha kufa miaka ya zamani, sasa wanahutubia watu kwa kutumia teknolojia ya akili mnemba. Lakini zaidi ya mvuto wake wa ajabu katika burudani na siasa, lakini huenda hivi karibuni ikawa rahisi na halisi zaidi kwa watu wanaotumia kutokana na kuwapoteza wapendwa wao kupitia uvumbuzi wa miradi mikubwa ya akili mnemba, ingawa lakini inaleta utata mkubwa. Kwa hiyo urejeo wa wafu au ufufuo wa wafu kupitia akili mnemba, wengi wanajiuliza unafanyikaje? Ni wa kutisha au ni wa kufikirika tu? Sasa, kwa miaka michache iliyopita, miradi ya akili unde ama akili mnemba duniani imeunda urejeo ama ufufuo wa kidijitali wa wafu waliokwisha kufa, ikiruhusu marafiki, ndugu na jamaa zao kuzungumza na watu wao waliokwisha kufa. Kwa kawaida, watumiaji huipa hiyo akili mnemba taarifa muhimu kuhusu marehemu. Hii inaweza kuwa kwa tumia ujumbe wa maandishi, barua pepe, au hata video, au majibu ya maswali baadhi yanayohusu mtu aliyekwisha kufa. Kisha akili mnemba huchakata taarifa hizo na kuzungumza na mtumiaji kana kwamba ni marehemu halisi ambaye yuko hai. Moja ya miradi maarufu zaidi ni Replica, AI chatbox inayoweza kuiga mtindo wa maandishi wa mtu aliyekwisha kufa. Hata hivyo, makampuni mengine sasa pia yanakuwezesha kumwona marehemu katika video wakati unazungumza naye. Kwa mfano, kampuni ya iliyoko Los Angeles, Marekani, hutumia AI kumruhusu mtu kuzungumza kwenye mazishi yake mwenyewe. Kabla ya mtu kufa, mtu anaweza kurekodi video akisimulia maisha yake na mawazo yake. Wakati wa mazishi, waliohudhuria wanaweza kuuliza maswali na teknolojia ya AI huchagua majibu sahihi kutoka kwenye video iliyokwisha rekodiwa. Mwezi Juni mwaka jana, kampuni ya Marekani ya Eternos pia iligonga vichwa vya habari kwa kuunda maisha ya kidijitali yenye nguvu kama mt mradi huu uliozinduliwa mapema mwaka jana ulimruhusu Michael Boma mwenye umri wa miaka themanini na mitatu kuacha nyuma yake toleo la kidijitali la yeye mwenyewe ambalo ya familia yake ingeendelea kuwasiliana nalo. Wakati mmoja, mmoja wa watu kutoka Korea Kusini alipokutana na teknolojia ya AI iliyomrejesha binti yake aliyefariki kupitia hali halisi ya barua pepe mwaka elfu mbili na ishirini. Video ya tukio hilo ilizua hisia kali na ilisababisha mjadala mkali mtandaoni kuhusu iwapo teknolojia hiyo huwasaidia au kuwadhuru watumiaji. Watengenezaji wa miradi hiyo wanasisitiza kwamba watumiaji wana uhuru wa kuchagua na kwamba inalenga kushughulikia mateso ya ndani ya mtu ama mateso ya kihisia ya mtu. Jason Rohler, mwanzilishi wa Project December, ambayo pia hutumia AI kuchochea mazungumzo na wafu, alisema kuwa watumiaji wengi wa kawaida hupitia viwango vya ajabu vya kiwewe na huzuni na huona zana hiyo kama njia ya nayo watu wengi wanaotaka kutumia Project December kwa namna hii wako tayari kujaribu chochote kwa sababu huzuni yao haina kipimo na ni ya maumivu sana, alisema Jason. Mradi huo pia unaruhusu watumiaji kuzungumza na AI inayofanana na watu maarufu waliotambulika au watu wanaowajua kibinafsi. Watu wanaochagua kutumia huduma hiyo kwa ajili ya mazungumzo na wafu mara nyingi hugundua kwamba huwasaidia kupata hitimisho, alisema Rohila. AI chatbot huwapa nafasi ya kusema maneno ambayo hawakuwahi kuyaeleza kwa wapendwa wao waliokufa ghafla, aliongeza Jason Rohila. Mwanzilishi wa mradi wa AI wa Eternos, Robert Locasio, alisema kuwa alianzisha kampuni hiyo ili kuhifadhi hadithi za maisha ya watu na kuwaruhusu wapendwa wao kusonga mbele. Wataalamu na wachambuzi wengine wanasema kunatakiwa kuwepo tahadhari zaidi kuhusu urejeo wa wafu kupitia AI, wakijiuliza iwapo watu walioko kwenye huzuni kubwa wanaweza kweli kufanya maamuzi sahihi ya kuitumia na ukionya kuhusu madhara yake ya kisaikolojia. Wasiwasi mkubwa nilionao kama mtaalamu ni kwamba maombolezo ni jambo muhimu sana, ni sehemu muhimu ya ukuaji, kwamba tunakubali kuondoka kwa mtu mwingine, alisema Alessandra Lema, mshauri katika kituo cha kitaifa cha Anna Freud kwa watoto na familia. Matumizi ya muda mrefu yanaweza kuzuia watu kukubaliana na kutokuwepo kwa mtu huyo, hata kama alikwisha kufa au kuwaacha katika hali ya kusalia kati kati bila kufanya maamuzi, Lema alionya. Lakini Jason Rohira alisema kuwa AI chatbot ya huzuni aliyotengeneza ina kikomo kilichojengeka ndani yake. Watumiaji hulipa dola 10 kwa mazungumzo yenye muda maalum. Ada hiyo hununua muda kwenye supa kompyuta, ambapo kila jibu linatofautiana kwa gharama ya kuhesabu. Hii inamaanisha dola 100 haihakikishi idadi fulani ya majibu, bali inaweza kutoa kati ya saa 1 hadi saa 2 mazungumzo wakati muda unapokaribia kuisha watumiaji hutumiwa taarifa na wanaweza kusema kwa heri kwa mara ya mwisho huduma nyingine nyingi za mazungumzo kupitia AI pia hutoza ada kwa matumizi lema ambaye amefanya utafiti kuhusu athari za kisaikolojia za AI chatbots za huzuni alisema kwamba ingawa anahofia iwapo zitatumika nje ya muktadha wa kitabibu zinaweza kutumika pia kwa usalama ikiwa ni nyongeza ya tiba chini ya mtaalamu hata hivyo tafiti kote duniani pia zinaangazia uwezekano wa AI kutoa ushauri wa afya ya akili hasa kupitia zana za mazungumzo zilizo binafsishwa. Je, wewe uko tayari kutumia AI kuzungumza na mtu aliyekwisha kufa? kwenye comment